Yani, nimefurahi, nimefurahi sana kuja kunitembelea. Hei, inatakiwa hivyo kwa sababu unapomtembelea mwenzio mnapiga hmm, stori, stori, stori. Mambo, maisha yanaenda hasa we unakaa tu, jamani. Unajua kusalimia, kusalimia ni vizuri. Nataka kutembelea rafiki yangu, basi rafiki yangu mi kesho nakuja kukutembelea kwako. Usipokuja. Aha, alafu, ukisikia jembe limelia likapigwa na filimbi, jua la mgambo linahusu mkutano wa kesho, sio wa kukosa. Uh -huh. Kwa ninavyomjua yule baba na madharau yake, sijui kesho itakuwaje? <laughs> na nina hasira naye kwa fimbo alizonipiga na uzee huu, ila <hihi> nilikuwa napigwa bibi gati, sio wewe tu. Angekuwepo Vero na watu wake, sijui angemkandamizaje huyo baba kwa madharau aliyokuwa anawadharirisha hapa kijijini. <laughs> Tutamuona simba kibanwa na umbwa mwitu huwa inakuwaje? Hmm. Kwa ninavyomjua yule baba sidhani kama atajishusha hata kidogo. Hivi eh, wewe mzengo nzima amepigwa viboko kwanini asijishushe? Tutamwona. Hmm. Basi ngoja tuone kesho. Eh. Asante ndugu yangu kwa kuja kunitembea. Nimefurahi. Eh, e. Ah, utafikiri ya... kuna mafuta <laughs> <laughs> <laughs> Basi sawa. Bai, ufike salama. Ah, ya sawa utakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, oh, bamba we. Eh. Ameamua kuniletea baraa kweli, ameamua kumleta dada yake. Na huyu Selina akili yake ni kama kichaa cha mbwa. Sijui nijifiche, sijui ni wavumilie, lakini hapana. Na wajua akili yao, sikio la kufa halisikiagi dawa. Unachokipanda ndio utachovuna unajaliwa nyama kuliko baba we, yatakufika majaribu, utakosa pakushikabbaw oh, hizi hey, hey. Mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho watakusaidia, epukarawama baba mwanasejeshika shati pe mtoto elimu kesho atakusaidia. Ntemi, we Ntemi, unapoteza mwana kisa mifugo, si wafata mila. Baba, unapoteza mwana kisa mifugo. Ah, baba. Ah. Safari ya yangi baba. Baba mugeni wenu unaliza kwa mwako. Niyo ya beredi kiwiza. Na nakabu jumbe kako kako kolomera. Kabu jumbe. Kama yo kawiza baba nuruha mo kabubi. Kabu jumbe, kawiza tuhu baba uti kwa kubi. Kama la. Ehe.

Watakuwa hawajarudi toka muda ule nimeondoka. Kwani walikuwa wameenda wapi? Sijui, mi niliwacha wamekaa hapa wanajadiliana mambo yao. Nafikiri huyu mzee hatakuwa mbali, atakuwa mazingira haya haya, maana hapa panaonyesha palikuwa na mtu muda mfupi, na isitoshe panga lake kaliacha, na yule mzee huwa anatembea na panga kama vile ngozi na mwili. Au yumo ndani? Mzee Benson? Hmm, hapana. Atakuawa hayupo. Nafikiria kitu, huenda atakuwa shambani, ameenda kuangalia ukubwa wa shamba <laughs> Ehe. Wameenda kuangalia ukubwa wa shamba la baba yangu mimi, au nimfate huko huko shambani? mm -mm. Sikushauri dada, ni afadhali umsubiri hapa hapa nyumbani, maana ugomvi wa nyumbani unanoga kuliko ugomvi wa shambani. Sawa. Sasa basi, siwezi kukaa hapa kuendelea kupoteza muda. Naenda kuendelea na shughuli zangu, ili niweze kulifuatilia hili jambo kwa umakini zaidi. Lakini nakuachia ujumbe, kama utawahi kukutana naye, mimi nitachelewa kukutana naye, mfikishie taarifa hizi, mwambie Selina kasema hivi, aache kufanya anachokifanya. Kama atasubutu kuandikishana uuzaji wa shamba la baba yangu mimi he hiki kijiji atakiona kichungu, atajuta kuja kwenye hiki kijiji. Hiki kijiji atakiona kichungu, huu mji ni wa baba yangu na mashamba yote ni ya baba yangu, hakuna kinachouzika hata hiki kimoja. Fikisha hizi taarifa bila kukosea hata neno moja, la sivyo kuzimpa na muita gereza inanisubiri. Usiache kufikisha hata neno moja kama nitachelewa kukutana naye. Sawa dada, habari atazipata. Eh, mama una nini leo? Toka umerudi ulikokuwa hauko sawa kabisa. Sasa mama, ukiendea hivi, nyumba nye tunaishi wawili, hii itakuwa nyumba kweli au ni pango? Mwanangu, hebukatuwe kwanza hiyo ndoo. ndo yenyewe lita ishirini si utazidi kuwa mfupi jamani? Halafu mm -hmm. Leo utapumzika kupika, nitapika mwenyewe <laughs> kwa mawazo ho ulionayo. So ndokea kwenye jiko la Mkama mama wewe. Labda upunguze mawazo <laughs>

kūlī yolūmīlī baba akamhayo baba akalīho ntondolile hoibanza lya hazala llīkūhusu ū bebe banhū bingī benhele malalamishi ha sī ntondolile hoibanza lya kūhusu bebe kūlwa makala agūla bītile aba na nzengo <laughs> <laughs> <laughs> kahiyo baba barūhaya kinehe nūūrū barīha banītī kinehe barīhayu tulijiwe rūūlū ūtengwegete ūgayiwe huduma yose-yose ūneene ūrīdebage naya masala ga ng'wenyegiti kūmbo kūizeya hena ho ng'wenyegiti ng'wene atī nadibona siza Nenimpa na chehosha ashikao na kansheme mikoma ashikao enao na mwitire mikoma. Ili kusudi oyobo karo monchocho wakuni fatirija fatirija. Karibise. Karibise. Na anshe mikoma ili kusudi ton karibishe na tenan karibisha. Na kantulire wa ashikao shakwe. Nuru warubo na kinewe baba. Nyanda kukucha. Kisa kama kala kahari mwana. Kukuturuche. Sunyaka kuro mbasa maha Luru turwe masumure ili nzengo kuria nyama naro libete ili eniro zejuma undebire baba siza ntemi dizani un debire siza nare wakuju lomba sama hune nene hashikao kweli natīnakūgema baba kwinga ha ng'wane na ndezu janeji nakalombe nsamaha abo nalabasange ho a ha shigasho baba nūūlū batī nalūmila bakūmija bakūmija kila ng'wene takūfwika majalibu ūtakosa bakūshika Usiogope, nimekuja kukupa ujumbe. Kilicho nipata mimi kinaweza kutokea na wewe, si unatongoza madada wenzio? Msikilize, msikilize, hata kama hivyo ndivyo ama hivyo sivyo, njoo mchukue mtu wako, kashine kwenu wesi bingwa, wesi kijogoo, wesi kidume sasa povu la nini? Mbona unaboboaje anakutoka maganda eh? Si una raha kumchezea, una raha vilevile nakumlea. Oh boy, hapo unatakiwa uwe mpole. Uu ni ushauri wa bole na kupatia uko na wahuni, ukiamua tunaweza tukakutema kaa nyongo. Alafu sikia sio kwamba kamchezea, walichezeana. Halafu mdogo wako asingekuwa wa kike akawa wa kiume, askari wetu sangekuwa wa kike, halafu mdogo wako sangempa mimba, askari wetu. Tumia Kiswahili vizuri. Afu mi naona, mbona mnazungumza tu mnazungumza pumba, tena pumba mbichi kabisa. Uwezi atakuashama. Sikiliza wewe, si mbilisi fido dido kisokoro kunye usiweza kujata kwenye kigende changu. Wewe utanifanya nini mimi tembo? Utanifanya nini mimi tembo? Eh? Na unajiita mwana isimu. Unakijua sana Kiswahili wewe? Uweza nikakuuliza swali moja tu unaweza kutupa tofauti kati ya Kiswahili fasaha na Kiswahili sanifu? Ama umekula tu hiyo misuba imekaa kwenye medula unaona uko tu sawa ku provoke nonsense. Nisikilizeni. Hasa wewe. Jogwa Christmas. Kama unataka amani, amani ya moyo iwe nawe njoo pale nyumbani, mchukue mtu wako, kaishi naye. Nadhani unanijua vizuri tena, unanijua vizuri sana, ila nahisi tu kama vile nataka kuzima data. Eh? Sasa ni hivi, leo nimekuja utemini kwenu hapa, hizi pande zenu, maskani yenu. Sasa siku mjichanganye mkapita pande zangu mkakanyaga utemini, mtakuwa mmeyatimba, na hiyo ndio siku mtakapojua kwa nini sungura kisinzia huwa hafumbi macho. Kimandama chapatuna <laughs> oh. Another time. We, mtoto, unaniangaliaje hivi? Mimi mtu mzima unanitukana eti? Sorry. Temi. wakulaga ng'wanaone oyaga ukuhoya na bayanta. Uyu uhoya na banamhala hangi kaka kamhayo kali kadorolo lakini kali kadima u kuli bebe kakuhusu ng'wana wako utedi ulu gwenu ko baba lulu wizanagwane yani umekuja na gwangu kokwale na baba tuhoyele gwenu kwasababu baba naliteseka no ngwanake nalintesa sana nalamula nantwale kushule akasoma ngwana em Temi ng'wana wako tedi wali wizaga hena hakwiza ku nilomba na kushauli untwale kushule nagwile baba khusu kus, gwe ngo njaga maganiko udizeta maganiko gosegose kwinga mungholo yane gete mgati aho yandigije ngholo nalamulaga gete iki utedia kasome yani mpaka ni myenda ya shule nalagijaga intondo iliza ahenaaho nati, nati, nati kwa na mhayo rwako kuwiraho ruru zaidi ira ruru nari kulomba uhunzengo icha rumoyo uriripira mhayo lyene riro naro rishile zejuma nakwererarwa baba nazunyagagetunengusu rwenuro ndihumakoye baba colyakuca litigwagavogota ecolehambale ecokwembula uleja limitugo kuliko mwana wako baba o ntemi oh, baba kupandika makoye ukugaya hakodimae

Ntemi, napoteza mwana kisa mifugo elimu, ah, bule, napoteza mwana kisa mifugo watoto waende shule, napoteza mwana kisa mifugo, kunapoteza mwana